Nimekusogezea video ya Waziri Mkuu wa Tanzania ambaye ni Kasim Majaliwa mapema um, kabisa na yeye yeah, ameamua kutembelea uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ni kweli uwanja huo haudeserve ama haustahili kuchezewa mchezo wa, wa fainali e, kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Tunakumbuka uh, shirikisho la soka barani Afrika CAF liliufungia uwanja wa Benjamin Mkapa usitumike katika mchezo huo na kupeleka mchezo huo uweze kufanyike uh, katika uwanja wa Amani Zanzibar. Sasa uh, waziri mkuu na viongozi wengi wa serikali wamekuwa wakipigania sana na hili liweze kukamilika ili iweze mchezo wenyewe weze kuchezewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Moja sababu ambazo uh, klabu ya Simba imekuwa ikizitoa ni pamoja na kwamba eh, tayari kuna tiketi nyingi sana ambazo wanachama na mashabiki wa Simba wameshakata kuelekea katika mchezo huo wa fainali. Sasa waziri mkuu amezungumza na akasema kwamba bado wanaendelea kupambania mchezo weze kuchezewa katika uwanja eh, wa Benjamin Mkapa kwa maana ya Dar es Salaam, lakini uh, amesema pia kingine kwamba hawezi kuingilia uh, matakwa ama maamuzi ya kafu kwa maana ya ya chama cha cha cha soka cha shirikisho barani Afrika, eh, kwa maana ya kafu sasa. Eh, unazokaona kwa namna gani ambavyo pia serikali inajaribu kupambana na kuweza eh, kushawishi eh, chama cha soka Afrika kiweze kuleta eh, mchezo huu uchezwe katika uwanja uh, wa Benjamin Mkapa. Unadhani uh, hiki ambacho serikali inajaribu kukifanya, eh, viongozi pia wakubwa kama hawa wanachokifanya pia itafanikisha ama itakuwaje pia, msikilize ambacho wanachokizungumza hapa waziri mkuu Kassim Majaliwa, afu unaniambie pia una maoni gani kwenye hili. Hii ni Bongo Plus TV, asante. Ziara hii ni ya kawaida sasa. Tulianza kukagua jimkana low school, pamoja na Meja Jeno Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa na Mkapa nitarudi tena, kwa sababu bado bapakeji ni kubwa na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule, na kwa kuwa tumewapa wakandarasi, wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pichi ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri, na vizuri na na kule kunaendelea vizuri, na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika wa tulipata shock kuonekana kwa kwamba labda watu wetu Tuliwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika. Lakini seme, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, wala tuingili maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundo mbinu, na hapa tumekuja kukagua miundo mbinu, na bahati tumepata taarifa miundo mbinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu rais wetu Dr Samia na mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano huchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali, kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa hayo. Kinachosikika hicho hiyo ni Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali miundombinu uwanja huko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee. Sisi hatuna shida, tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao ya kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo watumie tu. Taa tumeweka, wakitaka kucheza saa nne usiku inachezeka wakitaka saa kumi mchana mchana ruhusa, sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo, Mheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Michezo, niupongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea isamuyo, na kwa bahati nzuri mkandarasi ka tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time, kwa hiyo hatuna mashaka na yeye, na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri, na pia tu mwaka huu tutaimarisha kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko huko juu, huko kwenye vyoo huko wanapata na AC zao huko huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwenye maeneo yote haya. Kwa hiyo ni washukuru wa wote, Mheshimiwa Waziri, na kushukuru katibu mkuu, muendelee kusimamia, Mheshimiwa Mwenyekiti baraza la michezo, na mtendaji wetu wa baraza la michezo, wakandarasi, na washukuru sana wote, muendelee na kazi na baada e, ya hapo niwaage sasa. Tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani e, ili tuone maendeleo hayo.